Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linachunguza tukio la mtoto Shabani Muebo miaka 12 mkazi wa kijiji cha Masialele wilaya ya Nanyumbu mkoa huu wa Mtwara kwa kosa la kujaribu kumuua mtoto mwenzake aitwaye Ibrahim Salum Kelvin miaka minne 4 mkazi wa kijiji hicho hicho cha Masialele. Tukio hilo limetokea tarehe 23 wa kwanza 26 katika kijiji cha Mayasyelele wilaya ya Nanyumbu mkoa wa Mtwara, baada ya mtuhumiwa kumlaghai mhanga akiwa anacheza na watoto wenzake na kuelekea naye katika msitu wa jando la kijiji kisha kumjeruhi shingoni kwa kutumia kiwembe na kumtelekeza katika pori hilo. Chanzo cha tukio hili kinachunguzwa. Mhanga anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Mission Ndanda wilaya ya Masasi. Aidha, kupitia doria na misako, jeshi la polisi mkoa huu wa Mtwara kwa kushirikiana na askari wa wanyamapori imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili, Ignas Aron Mponzi, miaka 37, mwalimu shule ya msingi na Mitende, na Dikson Ado, miaka 46, mkulima, wote wakaazwa kijiji cha Nangumbu wilaya ya Ruangwa mkoa wa Lindi kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali, yaani meno ya tembo watumia hao walitoka na meno ya tembo wilaya ya Ewangwa kwa kutumia pikipiki piki aina ya TVS ambayo haina namba za usajili kwa ajili ya kwenda kuuza wilayani Masasi. Watuhumiwa walikamatwa katika nyumba ya kulala wageni ambayo tunahifadhi jina lake wakiwa wanasubiri mteja ambaye walikuwa wamepangana naye biashara hiyo. Aidha, tarehe kumi na saba mwezi wa kwanza 26 jeshi la polisi mkoa huu wa Mtwara iliwakamata Abbas Muhamed Nakiti miaka 49 na Muhamed Mohad Nakiti miaka 22 mkulima wote wakaazwa kijiji cha Mkachima wilaya Masasi wakiwa na viroba kumi vikiwa na dawa za kulevya aina ya bangi zenye jumla ya uzito wa kilogramu 110 Watumia hao walihifadhi dawa hizo za kulevya aina ya bangi katika nyumba ya Abbas Mohamed kwa lengo la wa kujipatia kipato. Pia Ramadhani Abdallah Saidi miaka 32, Sharaf Hussein miaka 22, na Bashir Wili Omari miaka 23, wote wakazi wa kijiji cha Mkachima tarafa Mchaumu wilaya Masasi mkoa huu wa Mtwara, nao walikamatwa wakiwa na viroba 8 vya dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzito wa kilogramu 94. Watuhumiwa walihifadhi dawa hizo za kulevya aina ya bangi kwa lengo la kujipatia kipato. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linaendelea na ufuatiliaji wa mbinu mbalimbali ambazo zinatumika kufanya uhalifu ikiwa ni pamoja na kupiga vita usafirishaji, uuzaji na matumizi ya dawa za kulevya.